Tumwimbie Bwana. Karibuni, mimi naitwa Mwalimu John Kajala, kiongozi wa Tanga Catholic Singers. Tunapatikana hapa Tanga mjini, tumerekodi nyimbo zetu mbili, ya kwanza maskani zako, tunzi ni Chocha, lakini ya pili uh, bado naishi, tunzi maheri kabisa Alois family basi napenda kuwakaribisha katika akaunti yetu ya YouTube na TikTok. Karibuni tu subscribe lakini ku view vile vile. Niwaweke tayari, mwishoni mwa mwezi huu Oktoba tutaachia nyimbo zetu katika mitandao ya kijamii. Miongoni mwa hizo nyimbo ah, zinakwenda kwa jina la bado naishi, bado naishi. Kwa neema ya Mungu bado naishi. Sisi sote bado tunahitaji kuishi, mwombe Mungu atujalie uzima. Karibuni kwenye akaunti yetu, asanteni.